Hujambo mfuatiliaji wetu, na ni muda mwingine ambapo unaungana nasi kwenye Kurunzi Live, ambapo tunakuja moja kwa moja kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa DW Kiswahili, na leo hii mada tunayojadili hapa inahusu uongozi na vijana na tuna, tunakuuliza, je, kama vijana wangekuwa wanaziongoza serikali za Afrika leo hii, je, mapinduzi yangekuwa machache kuliko inavyoshuhudiwa sasa, na ni kwa nini? Kuijadili mada hii leo hii studioni ni, ni Jacob Safari nikiwa na mwenzangu hapa nam. Tangu mwaka wa elfu mbili na ishirini, mataifa zaidi ya nane Afrika yameshuhudia mapinduzi ambapo majeshi ya mataifa hayo yameiondoa serikali za kiraia na kuchukua utawala. Mapinduzi yamefanyika katika mataifa ya Mali, Burkina Faso, Niger, Guinea, Chad, Sudan, Gabon, Madagaskar, Guinea Bisau hivi majuzi. Na wiki iliyopita tu, Benin ikashuhudia jaribio la mapinduzi ambalo serikali baadaye ilitangaza kuwa imelitibua jaribio hilo na kwamba hi, uh, hali ni shwari nchini humo. Na katika nyingi ya nchi hizo viongozi walioondolewa madarakani walikuwa viongozi ambao wamekuwa kwenye kiti cha urais kwa muda mrefu na walikuwa hawaoneshi nia ya kuachia wadhifa huo. Sasa kutanguliza mjadala wetu leo, tuitazame video hii ambayo niliiandaa. Vijana nchini Madagaskar walikuwa wanadai jambo moja tu, mabadiliko ya uongozi. Mwezi Agosti mwaka huu yaliibuka malalamiko yaliyovuma kwenye mitandao ya kijamii juu ya kukatwa kwa umeme na maji malalamiko hayo baadaye yalipelekea maandamano makubwa mitaani dhidi ya kile walichodai kuwa ni mapambano dhidi ya ufisadi. Maandamano hayo yalisababisha kufutwa kazi kwa waziri wa nishati, kuangushwa kwa serikali nzima na kuteuliwa kwa waziri mkuu mpya. Lakini hilo halikutosha, kwani muungano wa vijana wa Gen Z Madagascar uliowajumuisha zaidi hasa wanafunzi na vijana waliokuwa wanaongoza maandamano hayo walimtaka rais Andry Rajoelina mwenyewe ajiuzulu. Baadhi ya waandamanaji wa, wa Gen Z katika taifa hilo la Bahari ya Hindi walisema wanahisi maandamano yao yalichagizwa na yale ya nchini Morocco ambayo yalishuhudia msukumo sawa na huo ulioongozwa na vijana waliokuwa wanataka mageuzi. Kizazi cha Gen Z cha kidijitali barani Afrika kimekuwa na sauti kubwa katika miaka ya hivi karibuni, mitandao ya kijamii ilikuwa jukwaa muhimu. Kama wenzao katika sehemu nyingine za Afrika, vijana wa Gen Z wa Madagascar pia walitumia mitandao ya kijamii kuhamasishana na kuingia mitaani kwa maandamano. Lakini kwenye maandamano hayo, vijana walikabiliwa vikali na vyombo vya usalama vya serikali na watu wengine wengi walipoteza maisha yao, kama pia ilivyotokea kwa wenzao wengi katika sehemu nyingine za Afrika hivi karibuni. Lakini hatimaye vijana walishinda, kwani rais Rajoelina aliikimbia nchi na jeshi likachukua madaraka. Ni kwa msingi huo ndipo leo hii tunakuuliza, je, vijana wangekuwa kwenye usukani katika mataifa ya Afrika, hali ingekuwa shwari na mapinduzi yangekuwa machache? Saumu, wewe una maoni gani kuhusiana na hili mi, nadhani eh, kwa sababu vijana wana mawazo mapya na uh, kiwango cha chini cha ufisadi, malumbano machache ya kisiasa. Vijana pia wanakuja na fikra tofauti, vijana pia wanafahamu zaidi katika masuala ya teknolojia. Kwa hiyo naamini kwamba iwapo vijana wataweza kupewa nafasi ama vijana watapata uongozi, kuna nafasi kubwa basi pengine mapinduzi yakawa kwa kiasi cha chini. Mm, lakini vijana nao pia Saumu, wanakuwa na mapungufu yao. Mm -hmm. Hawa hawa wanaozungumzia huenda wakakabiliwa pia na, na shinikizo katika masuala ya kiuchumi kwa sababu tunafahamu uh, vijana wanakuwa hawana uzoefu. Mm -hmm. na hili huenda likachangia labda kwa uchumi wa mataifa yao kudorora. Na ukienda kwenye mojawapo ya sababu zilizowapelekea vijana kutoridhika na uongozi wa wazee katika haya mataifa ambayo mapinduzi yamefanyika uh -huh. Ni masuala ya uchumi, na ikiwa hawana uzoefu wa uchumi, basi uwezekano ni kwamba hautofanya vyema na minong'ono itakuwepo. Vile vile cha pili ni kwamba hawa vijana, kutokana na kuwa hawana uzoefu katika masuala ya uongozi, kwa maoni yangu, nahisi ni rahisi sana kwa kushawishiwa na wanasiasa wa Kongo, na endapo wako katika nafasi ya kushawishiwa, basi utulivu unaweza kutatiza. Kwa hiyo uzoefu ni kitu muhimu mno. Lakini Saumu unafikiri vijana wanaweza kuheshimu ukomo wa mihula kama katiba ya nchi inasema, mm-hmm. rais anastahili kuongoza kwa muda usiozidi mihula ya miaka miaka kumi. Vijana wanaweza kuliheshimu hilo kweli? Sa ndiyo, vijana wanaweza, kwa sababu vijana wengi wanataka mabadiliko ya kweli na hawataki kurudia makosa ya vizazi vilivyotangulia. Vijana pia wanajua kwamba kuheshimu muhula ni njia ya kuhakikisha kwamba demokrasia inabaki katika hai, katika hali hai na kuzuia udikteta. mm. mifano tumeiona katika mataifa mengi, tuanzie pale Burkina Faso. Ibrahim Traore huyo anatumika kama mfano mkubwa kabisa. ukiweka mitandaoni ama ukitembea mitandaoni lazima utakutana na Ibrahim Traore mm. akiwa anazungumziwa sana, lakini sio yeye tu, pia rais wa Senegal um, Basirou Diomaye Faye mm. naye vile vile ni miongoni mwa ambao wanachukuliwa kama kijana na wanaweza, na mpaka sasa wameonyesha mfano bora kwamba vijana kweli wanaweza mm. Kwa kweli kitu kimoja ambacho tunastahili kufahamu lakini, Saumu, ni kwamba madaraka ni matamu na, na ndio maana baadhi ya hawa wazee tunaosema kwamba wamekwamia madarakani hawataki kuondoka. Sasa ukisema kwamba vijana wataheshimu mihula ya uongozi, una uhakika gani wa hilo? Yaani kijana tuseme miaka arobaini eh, na katiba inasema kwamba aongoze kwa mihula miwili ya miaka mitano kumaanisha akifika umri wa miaka hamsini. Kwa hiyo anastahili kuacha ngazi na awe mstaafu tayari. Bila shaka msi. kuwa mstaafu sio jambo baya, sio kitu kibaya kuwa kama mstaafu e, katiba na taasisi imara. Vijana wanapopewa nafasi ya uongozi wakiheshimu katiba na mihimili ya dola kama vile mahakama na bunge na sheria ambazo zinawekwa kulinda taifa hilo, nadhani inawezekana kwa vijana kuamini kwamba e, unaweza kuhudumu kwa a, mihula miwili mitatu, ikienda e, sana pengine minne na pengine ulianza miaka hamsini eh, kufikia miaka sitini ukistaafu sio vibaya uka, e. Hmm. Sio, sio vibaya kustaafu, sio lazima uwe kibabu. Ndio wengi wamechoea we, we, we, we hivyo lakini mm -hmm. uh, tunaoelewa vijana vile walivyo mm -hmm. uh, akistaafu, uh, afikie miaka hamsini alafu ambiwa astaafu, anasema kwamba bado nina nguvu zangu. Unazo nguvu, hatujakataa nguvu, unazo lakini, kulingana na cheo ulichonacho sasa hivi muhula wake ama kulingana na katiba, kulingana na sheria inasema unafikia ukomo wakati huu, baada ya kuhudumu kwa mihula hii. Kwa hiyo nadhani kama vijana wataliweka uh, suala hili kama kipaumbele chao wakati wanaamua katika kutaka uongozi, kuepukana na mapinduzi, basi bila shaka inawezekana, kwa sababu unaingia kwenye kibarua ama kazi unayofanya ukijua, hapa mpaka muda huu wakati wangu takuwa umekwisha mm. Lakini sasa tuwageukie wachangiaji wetu mm -hmm. Kwenye mtandao wa kijamii wa Facebook tuone nao maoni yao kuhusiana na mada hii tunayojadili. Saumu, unamwona nayo? Mi namwona Dr Saidi Mfinanga akiwa Moshi, Tanzania, anasema hakika mapinduzi ndiyo yanaongezeka kwani heshima imepungua ama ingepungua iwapo vijana watatunishiana uh, misuli ili kupata madaraka. Lakini pia Don Carlos yeye anasema ni kweli mapinduzi yangekuwa machache kwa sababu viongozi ambao ni vijana wanaongoza kuendana na wakati, wana mawazo sawa na sisi vijana wenzao. Mfano Ibrahim Ibrahim amesema <laughs> <Traore laughs> sisi vijana hatutaki ukoloni mambo leo, tunataka maendeleo ya kitaifa na pia maendeleo ya kibinafsi. Hey, amesema maendeleo ya kibinafsi hapo. mm-hmm. huoni hilo swala la maendeleo ya kibinafsi mm, linaweza kuchangia katika ufisadi hapo? Inategemea ka ubinafsi unautaja kwa namna gani? maendeleo kwa kibinafsi inamaanisha, eh, akisema kibinafsi anamaanisha yeye mwenyewe, kwa hiyo kumaanisha eh, akiwa kiongozi, ndio maana lazima ajiweke vizuri pia na. Jacob, kuna tafsiri ya kibinafsi, unamaanisha nini? Mm, kibinafsi pengine, sasa hivi nahisi nimesoma mpaka daraja hili, nimefanya kazi mpaka sehemu hii, lakini katika malengo yangu yangu binafsi nataka ikifika baada ya miaka kumi niwe nimefikia kiwango hichi binafsi mm, kwa hiyo sio kwa kujilimbikizia mali ama kuhakikisha kwamba unajiweka wenyewe, lakini malengo mazuri binafsi ambayo mm, ni mazuri kwako wewe na pia kwa taifa ambalo utakuwa unalihudumia. Haya, la Mekumkushi yeye anatoka Kigamboni, Mafinga, na ameandika hivi: sio kuongozwa na vijana ama mzee, wanachotaka vijana ni kulinda rasilimali za mm -hmm. taifa usalama na uhuru wa raia, kuongoza kwa kufuata katiba, kuheshimu upinzani, mihimili ya serikali kama bunge, mahakama na majeshi kufanya kazi kwa uhuru. Alafu kuna Lucas Yeremia wa Kilimani Rufiji kule, eh, Pwani Tanzania, anasema ishu ya mapinduzi sio kwamba tatizo ni uzee mm, bali uwajibikaji hafifu wao. Wanawaza familia zao na si taifa, maana hata ukiangalia waasisi wengi wa mataifa yetu ya kiafrika hawakuwa na umri mkubwa ni, na vijana wapo, tunatamani kuwaona wakishika nyadhifa kubwa, lakini si vijana wote waadilifu, kwa kuwa wengine wanapenda umaarufu na kujilimbikizia mali. Mi namwona hapa Bashiru Mnalima akitokea kule Songea, anasema mapinduzi ni hulka tu ya baadhi ya watu kupita njia ya mkato ili kujipatia madaraka. Kwa hiyo sio umri, haimaanishi kuwa kijana akipewa uongozi basi atakuwa bora kuliko uongozi wa watu wazima au wazee, isipokuwa vijana wa leo hawana subra, wanataka utajiri wa haraka, maendeleo ya haraka bila kujali haraka haraka aina mm. ina baraka, ni maoni yake hayo. Arakaharaka ina baraka. Enok Havyarimana yeye ameandika haya. Mimi naunga mkono hoja kwamba vijana wangekuwa wanaziongoza nchi za Kiafrika, mapinduzi yangepungua. Zipo sababu kadhaa ametaja mm. kadhaa huyu. Wazee wanaotuongoza wana historia mbaya, wengi waliwahi kuwa msituni. Wakifika madarakani, kitu cha kwanza wanawatenga wanasiasa wengine. Cha pili, wengine hawana elimu ya kutosha kuongoza nchi, hasa watu wasomi. Ni lazima uwe na maarifa ya hali ya juu. Alafu cha tatu, vijana hawana muda wa kuangalia historia, wao ni kusonga mbele tu mm -hmm. tofauti na wazee wetu. Na cha nne, vijana ndio wengi Afrika na ni wao wanateseka na umaskini. Wakifika madarakani, lazima watawaza sana kuzikomboa nchi zao na umaskini. Ibrahim Traore, Diomaye Faye na wengine wengi. Kwa hiyo Afrika inahitaji kuwapa nafasi vijana ili kuwepo mawazo na maarifa mapya. Wengi wa marais wa Afrika umri umeenda sana, ndivyo mm. alivyosema huyo Havyarimana. Lakini Saumu, haya maoni ya wasikilizaji wetu yamezua hoja nzuri nzuri mm -hmm. tu kuhusiana na mada hii, kwa mfano baadhi e, wamesema vijana wote si wasafi, na vijana pia wana sifa zao mbaya kama vile kupenda umaarufu mm-hmm. Na kitu gani dunia hii kinachoweza kukupa umaarufu zaidi kuliko uongozi wa nchi Saumu? Kwa hiyo nafikiri hapa umejaribu kuelezea lakini bado kuna tatizo hapa. Sawa, tatizo eh, la umaarufu nadhani sio tu miongoni kwa vijana kwamba wanapenda umaarufu. Nadhani mtu yeyote anapopata, um, kwa kiingereza anasema limelight, unapomulikwa hmm, unapotazamwa zaidi e, bila shaka e, ima kupenda au kutopenda, utapata kwamba watu wanakuzungumzia zaidi, wanakufuatilia zaidi, kwa sababu sio tu Jacob Safari wa kawaida. Sasa hivi wewe ni mkuu wa nchi. Kuna vijana kuna wazee ambao watataka kufuatilia na haimaanishi ni vijana tu wanaopenda kufuatiliwa ama umaarufu. Hata wazee wengine ujaona mitandao, na labda ndio sababu ambayo inawafanya hawataki kuondoka, kina uh, Rais Museveni na wengine wao ambao wameongoza kwa muda mrefu mm, wanapenda umaarufu vile vile. Bila shaka madaraka ni matamu sana, anasema madaraka yanalevya. Kwa hiyo mm, uh, uongozi sidhani kama ni umri, kimtazamo wangu mm, sidhani kwamba watakapokuwa vijana basi mapinduzi ya aepukika lakini, nadhani kwamba vijana kwa kiasi kikubwa wakipewa nafasi, wakizingatia yale ambayo katiba labda ya mataifa yao, wakizingatia matakwa ya wananchi ambao wanakwenda kuwawakilisha, wakizingatia matokeo badala mm. ya kile ambacho wao pengine binafsi ya ubinafsi ambao mtu anajifikiria yeye peke yake, basi bila shaka mataifa yatashuhudia maendeleo ya ya mm. ya na mapinduzi yatapungua yatapungua. Tuerudie maoni ya wasikilizaji wetu, Saumu, maana naona bado wafuatiliaji ambao wanataka kuchangia hapa. Unamwona nani na na Nasibu Makumbato, yeye anasema anatokea kule Kitomondo, na anasema vijana wangeongoza nchi za Afrika, mapinduzi yangekuwa machache sana, kwa sababu vijana ndio nguvu kazi ya taifa na taifa linaloongozwa na kijana wenzao, kwa hivyo basi ingekuwa na tofauti kati ya uongozi na waongozwa, ingekuwa ni hamsini hamsini, hakuna mivutano, hakuna mivutano. Haya basi, sisi wacha tuachie hapa kwa sasa, lakini ni katika Facebook live peke yake ndio kidogo, tunafungasha fungasha virago vyetu tunaondoka hapa studio, lakini mjadala huu utaendelea katika mtandao wetu wa Facebook, DW Kiswahili, tu baada ya hapa. Tuungane huko, tuuendeleze. Mimi ni Jacob Safari, niseme shukran sana kwa kuwa nami pamoja na mwenzangu hapa Njea. Asante kwa kututazama, kwa heri.